Kama tulivyoongea na Sheikh Hamisi. Sheikh Hamisi ndo mkuu wa kitengo, lakini tuna mkuu wa kitengo mwingine hapa. Huu jamaa ni mambo ya mambo ya mambo ya upepo e, kama mambo ya upepo hata chuma yenyewe hapa huwa inakuja kupata hala 5 kutoka kwa kwa, kwa, kwa, kwa huyu mwamba eh. Na kama ukiangalia hapo kuna tiles eh, ziko hapo na nini, lakini pia hizi hizi hizi pia ni biashara. Kwa hiyo huyu mwamba naye kitengo chake, ujue vijana wanaangaika wenyewe kwa kutafuta na sio tu kusema kwamba maisha ni magumu. Kwa hiyo kinachoonekana hapa sio uchafu, hizo ni tile mzee, hizo ni taili, babu hizo eh, ni taili, babu na watu wanapata wanapata wanapata hela mimi ni sehemu yani ambayo nimezoea kuja kukaa na napiga stori Mgundini. Kwa hiyo kama unavyoona hapa, hapo ni sehemu ya mambo ya upe mambo ya upepo. Sasa tunaye master huyo, master kijaga hapa, anapiga anapiga story story yani mpaka napiganapiga ya mwanzo mwisho, anapiga tukiwepo, huyu anapiga story. Kwa hiyo huyu mwamba kidogo, etukazungumze naye, changamoto nini? Unajua vijana wana changamoto eh, wanataka, wanataka watoke, lakini mwisho wa siku Yeah, chochote kitu kiweze kiweze kuingia kiweze kuingia kinywani eh? Kama hapa unavyomuona yaani. Mwamba Saidi sio mchezo, hapo anavisha anavisha taili lake na nini eh, ili wateja wake watakapokuja eh, waweze kuona mambo mambo, mambo, mambo, mambo yako tayari. Eh, tusiishi tu kulalamika, tuweze kujiajili eh, na pamoja tunafanya kazi ngumu unaweza kukuta naye bwana Saidi eh, kidogo tu anahonga naye pia kwa sababu to maisha lazima maisha lazima maisha lazima yaendelee, yeah, kama unavyoona hapo mwamba tayari Mshie, uh, shie, shie, shie Saidi naam no, Shehamisi no, no. Mambo vipi? poa poa, naona uko vizuri hapo uko uh, kazini eh, unaendelea kufanya kufanya kufanya kufanya kufanya mambo yako hivi e, um, e. Saidi ni nani nani ni ni Saidi nani? Yani wewe kwa mfano mtu akatokea akakuuliza akasema Saidi ni nani? ni fundi wewe ni fundi eh? Mimi fundi Saidi anasema yeye yeye ni fundi fundi Saidi, Saidi wewe wewe wee ni fundi nani? Kuna mafundi washi, kuna mafundi eh, kuna mafundi ujenzi, kuna mafundi seremala, mafundi ujenzi ndio wewe, fundi washi? E, wewe ni fundi fundi fundi yupi? Mimi fundi wa mazingira ya mapancha ma, e, kama kuna magari yametokea pancha nini, kwa kazi zangu ndio hiyo, ndio na zibaziba ndio, ili mazingira Ah, mazingira mazingira ya ende yeah, ya ende hivi, uh, mimi kazi ya pancha unaweza nikaifanya? Eh, uh, unaweza kuifanya mi tu. mimi kama mimi. Eh, uh, unaweza kuifanya tu mm. vizuri mm. Je, yeah. Yeah, ulipitia shule au ilikuwaje? Amna, nilipitia tu kwenye mazingira ya mtaani mm. Eh, baada ya kuona maisha magumu, au ulipitia ni fani yako unayoipenda au ilikuwaje? Amna, baada ya kutoka kijijini huko mm. nikaamua kuja huku mjini mm. na baada ya mjini, sikutegemea kama kazi hii nitaipata mm. ila ndo Mwenyezi Mungu tu mwenyewe mm. kama kanionyesha bana, mpenyo fulani. Ndio. Bana wewe hapa bankaa okay. Kuna, kuna jamaa fulani anaitwa Babu Babu Ali akakea, okay, vizuri. Hmm. Akakupa hiki kitendo, eh, kitengo nashukuru. Hmm, amenifundisha mpaka nimeweza, okay, na mpaka sasa hivi na ofisi yangu hii. Okay. He. Ah, kwa hiyo hii ofisi ni ya kwako wewe mwenyewe rasmi Siyo ya mtu mwingine? Hamna, ya kwangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo baada ya kutoka kijijini, umetoka kijiji gani? Nimetoka kijijini Nanjirinji, Kilwa. Hiyo huko, eh, ah, kwenye ufuta mwingi huko eh. na kuna dhahabu, dhahabu nini kama luangu, luangu? eh, si luangu iyo, eh. Ah, okay, unafikiri mpaka leo ungekuwa kijijini, ungekuwa ni nani? Ya hata wazangu sasa hivi nawakuta tayari wameshazeeka eh, wameshazeeka eh? wameshazeeka nini? nii amepaka mafuta eh, mazuri nahine, yale kuja tauli hapa. Nashukuru mkoa wa Lindi na, eh. na wenyeji wa mkoa wa Lindi hmm. wamenipokea vizuri ao yeah. Nashukuru mpaka sasa hivi niko hapa na, na mazingira kama hivi. Ofisi ni ya kwangu. Ndio mtambo eh, kama ule unaweza ukanunua uka, uka, uka, uka, uka, bei gani? Kama mimi nataka kuanzisha biashara mtungi kama huu hapo mm, kama mm. mpya ndio, yani milioni moja na mm. kitano. Ah, kumbe ni milioni moja tu na kitano eh. Ilikuchukua muda gani, wakati umekabidhiwa ofisi ukapata na wewe cha kwako inafika? Eh, hata miaka sita. Miaka sita ndio ukanunua eh huu? Nikapata hiyo. Ah, aliyekuachia ofisi alikuachia kwa muda gani? Ah, aliniachia tuseme toka na 2015 mpaka na mm. pa ni elfu mbili na kumi na nane e, mimi ndio akaacha akachukua vyakwake akaua vyaa e, akanisaidia ndo ali, alinisaidia ali, samaa yeah. Mdogo wangu sasa hivi umeshakuwa i e, na sasa hivi wewe fundi kay, sasa hivi nahitaji kuwa na ofisi yako mwenyewe Kuya, kuyapata, kwa nini unaishi peke yako? Hauoni kwamba kuna athari, labda unaweza ukapata vishawishi, maana huko unasikia kuna ile hmm, kauli watu wanasema ndizi utumbo eh, ah, eh. Sasa hauoni kama unamaliza una, una, una pesa she? au una, una malengo gani na kuoa au na mtu au inakuaje? Mbona hatuelewi hatu, hatu vizuri she? ah, amna ujue ile inategemea na akili ya mtu Unaona? Ndio. Mimi mwenyewe nimetoka kijijini kuja kuja kutafuta maisha, siwezi nikasema nikanishawishi wanawake awa mazingira hayo hapana, sababu hapa kuna mamaangu na babaangu wako hapa hapa. Ah, wapo kijijini. unawa- unawahudumia eh? Nawahudumia, kwa hiyo nawatazama, na kwanza wazazi wangu okay. Unaona? baba na mama nawatazama na wao, yeah. na wananitegemea mwanao mwanao wake niko mjini hapa napambana yeah. Hii kazi unaipenda au kwa sababu tu ulikuja ukaipata hiyo, na una nyingine unayoifanya, au umejifunza kuipenda kwa sababu ndo tayari imeshakuwa kazi yako? Kazi naipenda inaipenda sana, eni, kazi naipenda sana. Una uhakika? Tena uhakika kabisa yeah. E, yeah. Ila hapa sasa kuna changamoto yeah, ya vifaa bado vifa, sija sija nini, bado sijavipata vifaa vya maana e. yeah. Ndio kwanza naanzaanza mazingira mm. Hmm. Uh, wewe unaziba una, una, una, una gari ndogo pancha kubadilisha tairi pikipiki hmm, bajaji hmm, tu au kuna vingine unavyoweza ukavifanya kubadilisha maana kuna misemitela tumebalikiwa hey. Hii njia yetu ni njia inakwenda mpaka South Africa, si ndio? kuna hey, ni... makaa ya mawe yanapita sometimes kutoka Songea kwenda huko sasa, uh, tandem unaweza ikaja gari hapa kubwa kabisa kabis Nini... eh, heavy Neme... tandem kabisa, na mwili wako unavyokuona mimi jinsi nilivyojaliwa yeah. Ukiniona hivi hivi huwezi kuamini huwezi kuamini hey, yeah. Ila sasa yaki ikija kutokea ikija ma, yale magari makubwa malori mabasi, we, we, naziba kama kawaida ndio. Eh, okay. Magari madogo madogo naziba kama kawaida. Namshukuru Mwenyezi Mungu mm, amenijalia na nguvu mm. Naye hivyo vitu unavyoweza kuvifanya kwa tairi moja ya tandem, au uh, tuseme semi trailer, yale magari makubwa unaziba kwa, kwa muda gani lile pale inategemea sasa. mm. Na kazi yenyewe inawezekana, zingine mipasuka an humo pembeni, ubavuni bavuni, yeah. inaweza kachukua nusu saa nusu saa eh. Yeah. na taili moja kama hilo, ni kuziba ni bei gani? Kufungua ni, mpaka kuziba ni bei gani mpaka kufungua? Kuziba mi nafanya shilingi shilingi elfu yeah. kumi na pikipiki, pikipiki elfu piki mbili, pikipiki shilingi elfu mbili yeah. gari magari madogo haya elfu tatu tatu, gari ya saizi ya kati saizi ya kati makishinge elfu tano elfu saba. Eh. E bwana wewe, usisahau kumtembelea Sheikh Hamisi huyu. Sheikh Hamisi tuko naye hapa Lindi Manispaa kabisa. Mwamba huyu ametokea Nanjilinyi. E, Nanjilinyi napafahamu, kuna ufuta huko hatari na kuna some kind madini, madini madini na nini, lakini ameona atoke kule aje atoboe, na kama anavyokuambia yani hapa, huko watu walioacha sasa hivi wameshazee wameshazeeka, wamesha mwamba yuko mjini. Eh, yuko hapa anakula ming'oko bwana. Kuna kitu kinaitwa ming'oko, tunaona mwamba anacheka ming'oko, samaki. Ukiangalia hapa kuna bahari nini, eh, kuna fukwe tam. Kwa hiyo mwamba, usahau kumtembelea yuko maeneo hapa ya Saba Saba, hii njia ya kwenda Saba Saba hapa na hii njia ya kwenda Mtwara, anapatikana hapa. Lakini na mimi nimejaribu kufika hapa mara nyingi. Ni kijana ambaye ni mchangamfu, ni mchapakazi, ila anagonga stori mwanzo mwisho. Kuna siku nikasema huyu Mwamba labda ni, muo, ni, ni, ni, ni, ni, ni muongo, lakini kitu nilicho kigundua mpaka tumekuja kufanya mahojiano naye ni mtu ambaye ana IQ, ana akili kubwa sana ya kufikiri. Unaona, ana akili kubwa sana ya kufikiri. Hizi changamoto zingine ndogo ndogo yeye, yeye hazijampa changamoto sana, lakini pia vipo vifaa kama ulivyosikia. Unaona kama kuna wale watu ambao nimeshika mkono kwenye funguka, aa, na msemaji tunaweza tukatia Tukatia, tukatia neno, ndugu Hamisi, moja mm. ya mafanikio ambayo umeyapata mm. kwa hii kazi mm. unaweza ukasema kwamba ni nini? Ni saa sana, mimi kwenye kazi hii nimefanikiwa mm nimejichanga changa, changa kwenye mazingira yangu, nimepata mm. kiwanja, nimepata kiwanja. e, nimepata kiwanja hapa. Ae. Naendelea kujichangachanga tena ndio e, kwa hiyo na malengo ya kujenga e, na U, lengo ya kujenga unafikiri mpaka muda gani unaweza ukawa umejenga ume, ume na umehamia kwenye mjengo wako hapa? Inategemea sasa na kwenye mazingira yenyewe wake wateja wakepo wengi sana kwenye kazi mm. zangu, hiyo naweza nikajenga baada ya ama miaka miwili, baada ya miaka miwili, kibubu kitakuwa kimejaa, kijana. Yeah. Unasikia, ni kazi hii ya kuziba, ya kuziba ya kuziba pancha. Je, uh, watu wakija hapa hawakudharau au? Ah. Wewe hujisikii awe, vibaya kulingana na kazi unayoifanya. Sana sana mimi ka kazi tena inaniuma sana. Kuna mm. muda mwingine wana, mm. watu wanazalau wakifika hapa mm. mm. kutokana na umri wangu utasikia bwana, wewe nijaze upepo. Yeah. <hmm upepo epo ni bure au anakuwa amekupa yeye? Jamani, tuache dharau kwenye kazi za watu. Watu kama hivyo wanakuja wanapambana, vijana wanajaza upepo alafu ukaondoka, uh, inakuwa sio, inakuwa sio sahihi. Lakini na kusisitiza kwa wewe mkazi wa Lindi uliokuwepo eh, hapa Lindi, karibu hapa na Sabasaba, yani kwa hiyo njia ya kwenda tu Sabasaba utaona hapa mwamba mwamba mwamba anashughulika hapa ndugu ndugu, ndugu, ndugu ndugu Saidi, ndugu, Saidi. Yeah. Unamwambiaje mtu anayechagua kazi i? sana sana mimi nashauri, hmm. kwa ndugu zangu kaka zangu hmm. mama zangu, yani msipende sana kuchagua kazi. Ndio, inategemea na kazi gani, lakini kazi mbaya mbaya lakini Dio. kama kazi hizi mzuri nzuri za kuanza kupata hela kama hivi 200 300 ya basi nyinyi fanyeni kazi, Diyo, vizuri, Diyo. Eh, na sana sana na osia, yani kuonekana muongee na watu vizuri, kuongea na watu vizuri, ili kama hujaongea na watu vizuri unaweza ukasema mimi nimelogwa, kumbe okay, hata hujarogwa, wewe mwenyewe mdomo wako ndio unasababisha ili wateja usipate, au kazi usipate, kazi usipate. He, he, au okay, unapata unaweza ukapata kazi siku mbili tatu unafukuzwa, okay. Akuna wale watu wanaosema kwamba watu wabaki vijijini wasikimbilie mjini. Je, wewe, nini kilikusukuma mpaka ukaja mjini? Je, ulipata connection? kwa sababu kuna watu wanatoka moja kwa moja yani huko Hmm. Anatoka Tandaimba huko au anatoka na Nanjilinyi au na Nachingwe, aliwale ndani huko bwana, mimi ngoja niende niende nikatafute. Ni wewe, ilikuaje? Uliondoka moja kwa moja, ulipata connection ya kuja town eh? Hey, yani ni story ndefu zaidi hmm, story ndefu hiyo tutakuja kusimulia siku nyingine. Lakini hebu yeah, tuambie, ilikuaje? Ulipata connection tu hapana? Hmm, mimi nilitoka tu kijijini nikaamua nije hapa Mlindi mjini, bila ndugu, bila ndugu wote, na mpaka sasa hivi sina ndugu yoyote. Sasa wakati umekuja, ulifikia wapi? Ah, nilifikia tu